Mmeng'enyo wa chakula unapokuwa hafifu unapelekea sumu zinakuwa ni nyingi sana kwenye damu na kusababisha homoni za shibe na njaa ziweze kuwa juu. Hizi homoni zinaitwa grelin na leptin. Hizi homoni zinapelekea kila muda uhisi unatamani kula chakula sana sana, vyakula vyenye sukari nyingi au mafuta mengi. Yawezekana ukawa unatembea hata barabarani ukaona bango la soda ikiwa na ikiwa ya baridi ukatamani kunywa soda wakati huo, hiyo ni hali ambayo hizo homoni zinakuwa zimevurugika. Hali kama hii inaweza ikapelekea uzito mkubwa kupita kiasi. Lakini chanzo ni nini? Sumu mwilini. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha unapata mwongozo wa lishe wa kuweza kutoa sumu mwilini. Sumu mwilini, lakini pia utumie Nutraceutical Pack, ambayo inasaidia kutoa sumu mwilini kwa haraka na yenyesi nyingine ni Liver Care na C24/7, kila siku kwa siku 30 hadi 90. Tunaendelea na challenge yetu ya siku 30 ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C24/7 na Liver Care, na leo ni siku ya 26 jioni, ambapo tunatumia Liver Care kidonge kimoja ili kutoa sumu mwilini na kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kuimarisha udhibiti wa kiwango cha insulin na uchujaji au udhibiti wa homoni za ghrelin na leptin ili kuzuia hamu ya kula mara kwa mara. dozi ya mwezi mmoja ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Jema ni kwamba tuna punguzo la asilimia 15 kuanzia leo tarehe 21 hadi tarehe 30, ambapo dozi ya mwezi badala ya laki na tisini na mbili utaipata kwa laki na sitini na tatu na mia mbili. Nitafute WhatsApp kupata ofa yako haraka, na komenti neno niunge kujiunga na group letu la mafunzo bure.